Kwa mujibu wa taarifa, kesi ya jinai namba 25480 ya mwaka 2025 inawakabili viongozi waandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wakiongozwa na makamu mwenyekiti wake wa Tanzania Bara John Heche iliyofunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar Said Issa Mohamed na wenzake wawili Ahmed Rashid Khamis na Maulidah Anna Komu imepangwa kusikilizwa kesho Oktoba 15 mwaka 2025. Kesi hiyo itasikilizwa chini ya Jaji Awamu Mbwagwa. Taarifa ya wito iliyotumwa kwa wakili wa vigogo hao wa CHADEMA Dkt. Rugemeleza Nshala kutoka kwa mahakama kuu ya Tanzania, masjala ndogo Dar es Salaam imeeleza kuwa kesi hiyo itaanza kusikilizwa majira ya saa tatu asubuhi. Sambamba na Heche, Washtakiwa wengine kwenye kesi hiyo ni John Mnyika, katibu mkuu; Rose Mayemba, mjumbe wa kamati kuu; Brenda Rupia, mkurugenzi wa habari na uenezi; Hilda Newton, mjumbe wa baraza kuu; Twaha Mwaipaya, mwenezi wa zamani BAVICHA Taifa, na Gervas Benard Lyenda, afisa kutoka kurugenzi ya habari na uenezi. Hata hivyo, wengine waliojumuishwa ni pamoja na bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa CHADEMA na washtakiwa wote hao wadaiwa kukiuka amri iliyotolewa na Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam Juni kumi mwaka huu iliyopiga marufuku wadaiwa kujihusisha na shughuli zozote za kisiasa na matumizi ya rasilimali za chama. Hadi hapo kesi ya msingi inayoendelea mahakamani hapo inahusu usawa kwenye mgawanyo wa mali baina ya Tanzania Bara na Zanzibar inayosikilizwa chini ya Jaji Hamidu Mwanga